kuona gitiekere gikugia kawaida na gutiekere medical records ya kuona ni atene mabeti ni athimeiro leukemia ne kionekana ate ikire mwire ini riu mwire cio ni gukoro ugithikurio na oho beti agathina mbere na gukoro agikwa postmortem kuona dpp riu ni akadutete watho ate riu maudu macio mothe ni megukoro magikwa kuria atumete ginya cid makoro magicerera thibitari mwanya mwanya iria beti bio akoragwa akirigiterwa ne getha ma kionekana ni athimeto ithimi ocio the shiro na ni akire na leukemia

no witikirire na kirekea maundu mothe makioya mwerekera uria thirikari igukorwo ikibanga Hiram ni akoretwo akiandika maundu kuria kinyaniria maria makoretwo makionania uria arake Ms. Betty Bayo ona nimeriga guthii na ciana kuria kaburi-ini ka Betty Bayo haria mathire magiikara kwa ihinda